naitwa Sisty Nyahoza ni msajili msaidizi wa vyama vya siasa leo tumekuja ambapo NRA wana wamefanya uteuzi wa mgombea urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na mgombea mwenza vilevile wamefanya uteuzi wa mgombea wa urais wa Zanzibar na sisi tunawapongeza kwa sababu sasa hivi ni wakati wa uchaguzi e, hivyo ni, ni vyema vyama vya siasa ili viweze kushiriki uchaguzi kikamilifu ni kwamba lazima waweke wagombea na wao ndio wamefanya hatua hii nzuri ya kuteua wagombea kwao, tunawapongeza sana. Na katika maneno yetu ambayo tuliwaeleza tuliwaasa kwamba eh, kipindi hiki cha uchaguzi kwenye uchaguzi wenyewe na maana wakati wa kampeni na wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, mambo ya msingi kabisa ya kufanya ni kuzingatia sheria za nchi, kuzingatia sheria za uchaguzi, kudumisha amani utulivu na umoja wa taifa letu kwa ujumla wake. wa haya mambo nayosema ni kufanya siasa za kistaarabu, kwa sababu wanakwenda kwenye ushindani. Kuna vyama vya siasa kumi na nane vitaingia kwenye uchaguzi mwaka huu, na ule ushindani sasa, mtu anaweza kutamani kufanya jambo ambalo linakiuka sheria. kuo tumewasha sana kwamba wafanye siasa za kistaarabu, waingie ushindani kwa kunadi sera, na sisi tuko na kauli yetu mbiu, ofisi ya msajili ya kusema wacha sera ziongee waongelee sera za chama zao, wanadi sera za chama chao, waseme watafanyia nini wa Tanzania na wasihangaike kuongelea watu binafsi, kwa sababu watu wako pale kwa ajili ya kuchagua wagombea na sera za chama na sio kuongelea mambo ya watu binafsi ya maisha yao ya kawaida. Na tumewasisitiza kwamba e, tukimaliza uchaguzi kuna maisha baadaye, kwa lazima wadumishe amani, ili tukimaliza uchaguzi tuendelee na maisha yetu ya kawaida. Asanteni sana. Pengine mnatoa angalizo gani kwa vyama vya kisiasa ambavyo vitakiuka utaratibu wa uchaguzi? Vitaenda kufanya kampeni ambazo si salama. Nyinyi kama nyinyi mnatoa tahadhari gani, pengine hatua zipo za sheria mtakazochukua? Kimsingi sheria za uchaguzi, sheria ambazo zinasimamiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa zimeweka utaratibu wa hatua za kuchukuliwa pale ambapo mgombea au chama cha siasa kinakiuka sheria. Na taratibu za uchaguzi. Kwa hiyo mambo yapo kwa watu, zachukuliwa, kwa hatua kwa mujibu wa sheria. Kuna kamati za maadili kule kwenye tume ya uchaguzi zitafanya kazi yake. Ndio maana tunawaasa wagombea na vyama vya siasa kufanya siasa za kistarabu na ustarabu mmoja mkubwa ni kuheshimu sheria, sheria za nchi na sheria za uchaguzi, na wakati wa uchaguzi sheria zingine hazisimami; zinaendelea kufanya kazi. Kwa maana ukiwa ukiwa mstarabu ukitii sheria bila shuruti ukinadi sera zako kumtukani mtu ufanye nini? Unamaliza uchaguzi vizuri, unapata ulichopata, unaendelea na maisha yako. Asanteni sana. Apokee okay, ujumbe huu kutoka kwa chama ili akafanye kazi katiba ya Jamhuri na katiba ya chama katika kuletea mazuri ambayo tunategemea tunapokwenda <coughs> Kinachofuata sasa hivi ni neno la kuelekea uchaguzi na haya yatatolewa na wateule. Baada ya hapo, tutamkaribisha mwenyekiti awashukuru wageni na kufunga mkutano wetu rasmi. Neno la kuelekea uchaguzi, wateule. Okay, basi mw, nimepata maelekezo, wale waliogombea

mashabiki na wanachama wa chama cha NRA National Reconstruction Alliance, hii taarifa sasa ikufikieni. Uchaguzi umekwisha, uchaguzi umekwisha. Kwetu Uheheni tunasema uchaguzi usisile, ama uchaguzi umekwisha. Wale waliokuwa wanapambana, waliokuwa wanashindana kwa hoja, waliokuwa wanashindana, zote hizo zimefika mwisho. Sasa hivi inasimama bendera ya NRA kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano na mnamo mwezi Oktoba. Mshindi ni mmoja tu, hata muwe washindani wangapi, na wengine mkishindwa, kwa maana ya kwamba mmepata kura ambazo hazijakidhi mahitaji yawe kutangazwa mshindi. Kwenye siasa hatusemi umeshindwa, isipokuwa kura zako hazijatosha. Sawasawa, utaendelea kujipima, kujitafakari, ukimwomba Mungu akuweke hai. Panapo uhai, hapo baadaye bado ukiona unafaa kwenye hiyo position, nafasi ipo na maisha yanaendelea. Sawa sawa jamani, yes. Kusigishana sigishana kupo, binadamu atukanani katika kufikiri, na hayo ndio maisha na hiyo ndiyo siasa, na kwa alama ya hayo yote, naomba nipe mkono wa pongezi. Inuka bana, inuka, inuka, inuka. Naomba picha ya kumbukumbu. Enare, enare, huyo hapa ndio mgombe wetu. Habari ni za saifu. Kwa mara nyingine tena nawashukuru wote walionipigia, na nawashukuru wote waliomchagua Mheshimiwa anayevida kutupeperushia bendera yetu ya NRA na naamini itakuwa pamoja naye bega kwa bega mpaka tutakapofikia lengo letu. <laughs> uchaguzi wa 2025, maneno ni yale yale, option ni mbili tu, kushinda na kujifunza. Hapa nimejifunza, katika uchaguzi mwingine tutaona itakuwaaje <laughs> na nyingine k Assalamu alaikum. Kwanza, sinaburi sinabudi kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kutufanya uchaguzi wa salama salimini.